Habari yako mtazamaji wa Global TV, natumai uko poa kiafya, kiakili, pamoja pia na kimwili. Nataka nikujuze jambo moja tu ambalo limemeki headline siku chache zilizopita, jambo lililofurahisha siku chache zilizopita ni kumhusu mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 86 anayefahamika kwa jina la Nana Meli Morrison, wa mwanamke mwenye umri wa miaka 86, kibongobongo tunasema huyu ni bibi, alafu ni mtu mzima na ni mzee, baada ya kufunga ndoa na mpenzi wake Harold Molson mwenye umri wa miaka 85. Tukio hili limetokea New Jersey nchini Marekani. Kwa picha tu peke yake jinsi ambavyo unaiona uh, mwanamke mwenye umri wa miaka 86 anafunga ndoa na mwanamume mwenye umri wa miaka 85. Kwa hiyo ukipiga hesabu za haraka haraka, unagundua kabisa kwamba hawa ni watu ambao wana muda mrefu sana, au wamezaliwa siku nyingi ambazo zimepita. Bibi huyo aliwahi kuwa mwanamitindo miaka ya elfu moja mia tisa na hamsini, ambapo huwezi amini. Katika harusi yake hiyo alivaa gauni ambalo alilibuni yeye mwenyewe kwa kusaidiana tu na mwanamitindo mwingine aliyefahamika kwa jina la Malco Her sababu zingine nzuri za kuweza kuoa mwanamke au kuolewa na mtu ambaye ana vipaji vingi ni pamoja na kesi kama hii hapa, ambapo unaweza kukuta kwamba mwanamke siku ya harusi yake anabuni mavazi yake mwenyewe. Kama ni mwanaume anafanya hiyo shughuli hizo hapo, anakuwa anabuni vitu vyake mwenyewe, afu mwisho wa siku issue inakuwa ni wow, mnakuwa hamna details nyingi kwamba vazi alilovaa bibi harusi limebuniwa na fulani au vazi alilovaa baba harusi limebuniwa na fulani. No, issue inakuwa inasimamia pale pale kwenye headline yenu kwamba mavazi ya bibi harusi harusi na bwana wow, harusi yote yamebuniwa na wao wenyewe husika. Mjukuu wa bibi huyu anayefahamika kwa jina la Khadija El Habibi aliuambia mtandao wa Huffington Post kuwa wageni wote waliokuwepo katika harusi hiyo walipiga nderemo na vifijo vya ajabu mara baada ya kumwona bibi harusi akiingia ukumbini akiwa amependeza, amenawiri na mwonekano wake alionekana kama binti wa miaka ishirini na moja na, na kuongeza kuwa lilikuwa ni tukio la furaha kuweza kulishuhudia. Bibi huyu aliishi na mume wake wa kwanza kabisa kwa muda wa miaka 40 na moja katika ndoa yao mpaka mume wake wa kwanza alipofariki mwaka 1992. Na na kuna kingine kizuri kuhusu mume wake huyu mpya ambacho kinaweza kukufurahisha kakushangaza. Mume wake huyu mpya walifahamiana muda mrefu sana tangu miaka ya 1950 na cha kufurahisha zaidi, mume wake huyo mpya, bwana Harold Morrison alikuwa ni miongoni mwa wageni walioalikwa katika ndoa ya kwanza kabisa ya bibi huyu pamoja na mumewe aliyefariki mwaka elfu moja mia tisa na tisini na mbili. Unaweza ukaona jinsi gani mambo ambavyo yanaweza ukaenda vice versa. Bwana Harold kabla hajafunga ndoa na nabii nana aliwahi kualikwa kuhudhuria harusi miaka hiyo zamani imepita, yani alikuwa ni miongoni mwa waalikwa kwenye harusi, lakini baada yeye ya anakuja kusimama tena kuwa kama baba harusi kwa ajili ya kumuoa bibi harusi. Hiyo ni story tu ambayo nimeamua kukumegea wewe kwa muda huu hapa, uweze kuitazama kupitia chaneli yako pendwa ya Global TV. Kwa stories zingine tamu, endelea kutembelea Global TV kwenye YouTube. Unaweza pia kujiunga nasi kwenye Facebook, Twitter na Instagram at globaltvtz. Unaweza pia kutembelea website yetu www.globaltvtz.com. jina langu naitwa Hussein <mukilipunikimu>